Makrisa, wewe uondoki na mtoto. Ondoka peke yako. Yako. Mtoto wangu naomba niachie. Unasemaje? Nakwambia hivi, ondoka peke si ya si <coughs> na na si hey, yako mtoto wangu. Naondoka mimi na mwanangu. Siwezi kukuachia mwanangu. Sijui unanielewa? Mtoto wangu aondoke naye. Mtoto wangu aondoke naye. Naondoka naye. Nimekwambia mtoto wangu aondoke naye. Naondoka naye. Umemzaa wewe? Nimemzaa mimi. Sijui unaelewa? Usinipande kichwani. Nitakuzibua kunza wewe. Wewe ni peke yako wewe mtoto. Haijalishi. Mimi ni mwanangu. Leba nimeenda mimi. Naondoka mtoto na mkombe wako kinara. Mwache mtoto. Wee! Usinishike. Usinitafute. Usinishike na mwanangu tena. Usinitafute. Naomba baba ma uniache. Mwache mtoto wangu. Naondoka naye. Tio unaondoka na nani? Nimemzaa mimi. Eh? Mwache mtoto wangu, Ni, choma mwanangu, mwanangu mwana analia. Mwache mtoto. Naondoka na mwanangu. Mwache mtoto wangu. Wewe ukanifanya si tacho. Si wewe mwanamke usinipange mimi kichwani. Kwa kipi? Usinipange mimi kichwani. Mimi ndo nimezaa ndio nakwambia wewe hapo, utaondoka na mabegi yako. Ulikuja ulikuja na na mtoto hapa hapa kwenye hii nyumba naye hiyo. Uondoke aje baba yako, aje mwenyekiti, aje mjumbe, aje mtoto wangu hapa si

Uondoke na mtoto wako. Mtoto wako ni eh? na mtoto. Wewe usikuje na mabegi yako tu hapa. Uondoke na mtoto wapi? Si unabaki na mimi. Eh? Uondoke na mtoto uende na yeye. Mtoto eti niondoke na mtoto. Wewe unakuja na mtoto kwenye nyumba.